Katika kaunti ya Kajiado wamefanya mkutano na maafisa wa polisi pamoja na baadhi ya watumishi wa serikali kuzungumzia umuhimu wa kupewa nafasi ya kushiriki katika maendeleo ya jamii bila kudhulumiwa au kunyanyaswa. Wakiwa kwenye mkutano huo, wanaharakati hao walieleza kuwa mara nyingi wanakumbwa na vitisho, unyanyasaji na kunyimwa fursa za kujieleza, jambo lililokwamisha juhudi za kuleta mabadiliko. Wametaka kuwe na ushirikiano na uwazi kati yao na serikali ili kuhakikisha kuwa sauti za wananchi zinaheshimiwa na changamoto mbalimbali zinatatuliwa. We are asking the duty bearers to please

dangerous gangsters. Kumekuwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu baadhi kando kando, katika nchi hii ikiwemo haki za kimsingi, haki za watoto, ikiwemo haki za ki, ki, haki za ki, ki governance na njia zingine tofauti tofauti. Kwa hivyo leo tumeshukuru sana kwa kuwa kumekuwa na ushirikiano mzuri zaidi, na tunapoendelea kwa siku za usoni, huyu ushirikiano utaendelea na nchi itakuwa vizuri, na pia ugatuzi ya, ya Kajiado itaweza kuwa kwa itaizi kwa amani na utangamano katika vile inavyostahili. Asante. Na, na pia sisi wanaharakati tusionekane kama majambazi au wahalifu, kwa sababu tumekuwa tumekewa hiyo picha na jukumu letu ni kutetea haki za binadamu wote, aliye chini, aliye juu, sisi tutamtetea ili apate haki zake, na tutahakikisha kuwa hakuna dhuluma yoyote inatoka kwa mwafisa wa serikali either ya county government au national government. Tutasimama imara na tutafanya kazi yetu bila tishio lolote wala kuonea mtu wowote.